Ami hujue mtu wa football, na ukiona ngoma, wenye ngoma ndio sisi, na ukiangalia duniani, wenye mpira wao ni FIFA hatu hutakiwi tena tujaji kwamba alipata labda ile nafasi, sijui kwa staili gani, mradi kwa mafifa amemwizimiisha, sisi tunakuwa tuko nao, sisi watu wa football. Hata ukiangalia sio yeye peke yake, kuna ule dada mmoja na kuna wale skaria wote nao wamepata hiyo nafasi. Kwa hiyo ni jambo la faraja, jambo la heri, sisi wote ni watu wa mpira wa miguu Ndo stare yetu. Kwa mfano kama mimi sina stare yote zaidi ya football, ndio stare yangu na kushiriki ibada tu kaka. E, chumvi ya mawe unamzungumziaje sasa rais wa wa Yanga kwa kupata hiyo position? Kama ni jambo la faraja na ni jambo la heri kwake mwenyewe, binafsi amepambana kadiri ya uwezo wake, ndio ilipofikia. Ni jambo kwa kweli la kumpongeza, na ukiangalia kila mtu anataka nafasi ya ipate, lakini ikifika wakati utafanikiwa kuipata. Nampongeza kwa hichi ambacho alichokifanya na hichi alichokipata, kaka, maanake hii ni nafasi kubwa, bila shaka inaongeza uzoefu katika e, karia yake ya mpira, huoni pia kwenye uongozi wake e, kama itawasumbua nyinyi sasa wapinzani wake, kwa sababu atakuwa anapata experience kutoka e, kwa viongozi wakubwa FIFA, anakutana na, na watu wengi. Kama juzi tu alikuwa Roma, Itali, e, alipata mwaliko E, wa rais wa PSG ambaye pia ni mwenyekiti wa vilabu barani Ulaya. Uone experience uzoefu, na upata kama utazidi kama utazidi kuwaletea shida shida kama wapinzani sasa. Tukirudi huku ndani, ah, shida inakuwa ngumu kuwa kwenye shida, kwa sababu ile ni swala la kififa na kama ni mjumbe wa vilabu kwamba kusema kwamba shida, kwenye ligi yetu itakuwa kila timu ujue na stori yake jinsi inavyoandaa mazingira kupata matokeo na quality ya wachezaji iliyokuwa nayo, kwa hiyo kwenye mpira yetu iko tofauti na yeye cheo chake jisikilivo cheo chake ni rahisi wa mjumbe, yani ni mjumbe wa e, kwenye FIFA. Kwa hiyo ni kama mjumbe, kama mjumbe hii kwenye vilabu haitoleta shida, ni jambo la kawaida tu katika mchezo wa mpira miguu. Ni, ni kumpongeza kwa hiyo hatua ambayo o aliyoifikia hata mimi michumvia maye vilevile natamani, vilevile niwe shabiki bora, vile, vile, vile FIFA nao wanitambua. Hiyo ni jambo <coughs> la heri. Kwa hiyo ni jambo kwa kweli la kumpongeza. alisumbui ligi yetu mwenyewe unafikiri, ukiangalia mm. labda sana sana sanasana kule FIFA alikokwenda sana sana, sana, sana. Ajitahidi labda kuwa karibu na labda na TFF na bodi ya ligi tuboreshe labda viwanja vyetu. Nafikiri viwanja vyetu nafikiri nafiki vingi vimekuwa havina ile quality ya kupiga mipasi mingi mingi, mingi ambayo kana kwamba mimi napenda kufarijika. Viwanja vingi vinakuwa kama kilisani cha kukanga basi, ile hmm. muda mwingi kinaukaruka kina hey. hey. juzi kawaje tena mkap, mkapiju wa nne a chumvi ya maji hapa, tumekuja kwenye swala lingine hey, hey, tena unaleta hey, tena kwenye hey, sala hilo hey, la ubaya bwala hey, hey, hiyo tuliacha hapa, tumekuja kwenye mambo mengine bwana, kwa sababu tunaenda